Yesu asifiwe mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu hii ya Butoke. Karibu tena wakati huu wa leo kwa ajili ya kujifunza. Tuombe. Asante Baba yetu mfalme wetu, kwa kuwa nasi kwa kipindi hiki. Tuongoze tena ili tukalisifu na kulinua jina lako. Ni katika jina Yesu tumeomba. Amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, leo pia uko nami mwalimu wako Jofrey Mussa. Tunajaribu kujifunza. Wote ni wanafunzi katika shule hii. Hivyo twende wote na pamoja ili kuweza kujifunza maneno haya. Leo tutaangalia katika, katika kipengele cha mwisho cha ikisiolojia, cha ikisiolojia ambacho ni aesthetics. Katika kipengele hiki tutajikita katika kuangalia sanaa. Kwa nini tuzungumzie sanaa? Sanaa inaweza ikawa ina ujumbe kwa ajili ya wema, lakini ikawa na ujumbe kwa ajili ya uovu. Mifumo mingi ya elimu duniani inaweza ikajikuta katika mtego huo. Aidha wa kuchanganya vyote uovu na wema kwa pamoja katika eneo hili la sanaa, au ikaweka uovu tu katika eneo hili la sanaa, au ikaweka wema tu katika eneo hili la sanaa. Sasa, sanaa kimsingi, kwa nini tunazungumzia sanaa? Uzuri na ubaya wa vitu, tunasema ni beauty and ugly katika lugha ya mkoloni. Kwa hiyo beauty au ule uzuri uko katika eneo hili la aesthetics, masuala ya sanaa. Kwa unapoona wale wana mitindo, unapoona wale wachoraji hawa, ni wana sanaa wanashughulika na sanaa, unapoona wacheza filamu, hii ni sanaa, ni eneo hili kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya kutukuza uzuri L lakini ni eneo hatari sana, kwa sababu hakuna eneo ambalo shetani amelishambulia kama hili na hivyo mifumo ya elimu imeingia katika mtego huo pia. Jinsi gani uzuri unawasilishwa inaweza ikawa na, na athari mbaya sana katika, katika, katika mfumo wa elimu au katika kizazi ambacho kinapokea aina hii ya elimu. Kwa hiyo mzazi, naomba unisikilize vizuri, inahitaji umakini mkubwa sana katika kuangalia mtoto wako anasoma nini na anatazama nini. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu kupitia mawakala wa kishetani amejitahidi ame, ame kuwatumia wanadamu katika kuwakilisha uovu na kutukuza uovu kupitia, kupitia sanaa, na hivyo leo makampuni makubwa ulimwenguni yamejikita katika kuwekeza katika eneo hili la sanaa, si kwa sababu wanahitaji tuwe na jamii bora bali, kwa sababu wanahitaji kuharibu jamii. Kwa hiyo ni muhimu kutazama hasa katika masuala pia ya kisanaa. Kwa hiyo tunapozungumzia aesthetics inajihusisha na maswala haya ya kisanaa katika falsafa. Eneo hili linajibu ni aina gani ya aesthetics, au ni aina gani ya sanaa inapaswa ichaguliwe na, ni, ni ipi sanaa nzuri na bora kwa ajili ya jamii yetu. Sasa Biblia ina majibu hasa katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili ile sura ya tatu na ile fungu la kumi na nane kuna ujumbe huu. Paulo yeye alisema ya kwamba kile ambacho mwanadamu anatazama anabadilishwa kupitia hicho kitu. Kwa hiyo Wakorinto wa pili ya sura ya tatu fungu la kumi na nane anasema hivi. Lakini sisi sote kwa uso usio tia utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kio, tunabadilisha tufanane na mfano, uo uo. Toka utukufu hata utukufu mm -hmm. kama vile kwa utukufu utakao kwa Bwana aliye roho. Lakini sisi sote kwa uso utio utaji tukirudisha utukufu kwa Bwana kama vile katika kio tunabadilisha tufanane na mfano huo huo. Kwa hiyo kupitia kutazama tunabadilisha tufanane na mfano wa kile ambacho tunakitazama. Wakati mwingine, katika katika katika mifuo mingi ya, ya, ya makampuni ya hasa yanayojikita katika masuala ya sanaa, wanakusudia kuwasilisha ujumbe wao kupitia sanaa. Wafanyabiashara wananielewa ninapozungumzia hili. Mfanyabiashara yote anapofanya matangazo ya biashara yake anatumia sanaa kubwa sana katika kuvutia. kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ni kiumbe ambaye anapenda uzuri, anapenda kuvutiwa na vitu vizuri. Kwa hiyo yeye mwenyewe mwanadamu ni mwanasanaa, lakini Mungu yeye ni mwanasanaa mkubwa, ni msanifu mkubwa sana katika sanaa hii. Kwa hiyo katika sanaa Mungu ni wa kwanza, kwa sababu ndiye aliyeumba dunia. Unapoona maua yanavutia, unapoona milima ya kupendeza, anga lenye rangi tofauti tofauti unapoona unapoona unapoona angahewa ya kupendeza unapoona unapoona mazingira ya kuvutia kijani nzuri milima yenye kuvutia ndege wazuri wenye, wenye, wenye rangi tofauti tofauti, hivi vyote vinatangaza utukufu wa Mungu au vinatufunulia ya kwamba Mungu yeye ni mwanasanaa, kwa sababu yeye anapenda vitu vilivyo bora. Sasa kupitia sanaa pia shetani naye anatumia njia hiyo kuwasilisha ujumbe wake. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili ile sura ya pili, ile fungu la saba, Paulo anazungumza anasema ya kwamba siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, na ni eneo ambalo linapaswa lichukuliwe makini sana katika mfumo mzima wa elimu. Katika sura hii anasema hivi: maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiae sasa hata atakapoondolewa. Kwa hiyo katika eneo hili la sanaa pia shetani ameingia, na kwa sababu hiyo, bado katika akili ya mwanadamu ambayo ina uelekeo wa uovu, mwanadamu anapenda kutukuza uovu katika asili yake. Lakini haimaanishi kwamba mwanadamu siku zote anatafuta maovu, bali kuna jitihada yake pia kutafuta kutenda yaliyo mema. Lakini nini kinamwangusha? Sawasawa na Paulo katika kitabu hiki cha Warumi, kitabu cha Warumi alikuwa anasema alikuwa na jitihada kubwa sana anataka anata kutenda matendo mema, anataka kuwa mwema, lakini nasema, lakini nizuia, anasema lakini liko jambo linanizuia. Anasema najitahidi sana kupambana, lakini bado ninarudi nyuma. Anasema hivi. Anasema kwa maana katika ile sura ya ya saba ile fungu la kumi na nane anasema kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lile jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndio nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndio nilitendalo, si mimi nafsi yangu, nilitendaye bali, ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda liliyo jema lipo liliyobaya. Anasema kwamba kutaka kutenda jema anataka lakini hafanikii kutenda. Kwa nini? Anasema iko dhambi au iko kanuni ndani yake inayomwendesha, na hii kanuni ni kanuni ya dhambi. Kanuni hii mwenye nguvu ya kuivunja ni mmoja tu, ni Mungu mwenyewe, na tutaona hapo mbele kwamba hii nguvu inavunjwa kwa jinsi gani. Je, Yesu alivunja hii nguvu na nahitaji kuivunja kwangu na kwako kwa jinsi ipi? kwa sababu Dhambi ndiyo inaonyesha ina, ina jinsi gani sanaa inaweza ikaathiriwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo kuwa makini sana katika kuangalia vitu unavyotazama, kwa sababu sanaa kwa yenyewe inaweza ikawasilisha ujumbe kwa ajili ya mema au kwa ajili ya mabaya. Kwa hiyo aesthetics inaposhughulika na masuala ya sanaa, lazima uchague ni aina ipi ya, ya sanaa ambayo itaifanya jamii yetu kuwa bora au kudumu kuwa katika maadili. Kwa hiyo lazima uzingatie eneo hilo aesthetics na wanafalsafa wanajua hili na wale wataalamu waandaji wa mitara wanajua hasa ni jinsi gani wawasilishe sanaa kwa ajili ya kufikisha ujumbe fulani katika jamii. Kwa ajili ya kumfanya mwanafunzi aelewe, kwa ajili ya kumfanya msomaji au mtu anayetafuta elimu aweze kuelewa kwa urahisi. Lakini pia ni kupitia mifumo hiyo shetani anawasilisha ujumbe wake kwa ajili ya uovu na kufanya kizazi ambacho tungetegemea kwamba kupitia elimu kiwe bora kinaendelea kujijimia katika maadili. Kwa aesthetics, ni point ya msingi sana. Mwanafunzi, mwalimu, mkufunzi, mwanataaluma au mwanaharakati yeyote yule ambaye anahitaji kuwa na jamii bora, hasa katika eneo la kutoa elimu, aesthetics lazima uangalie. Kupitia kutazama tunabadilishwa, michoro, picha sanaa tamthilia, zote hizi zinajenga na makampuni mengi kupitia kupitia vyama vya siri na kupitia mitandao ya kijamii ambayo hii mitandao imekusudia kuharibu jamii yetu na hivyo kuleta upotovu wa maadili na kufanya ulimwengu ni mahali ambapo pamechafuka. Yapo makampuni duniani, siwezi nikayataja hapa, na najua nitakapoyataja hapa huenda wasinielewe, lakini yako makampuni makubwa ulimwenguni yanayofanya kazi kubwa kwa ajili ya kuharibu jamii, na hawa wanalipwa, kwa sababu kiko chama ambacho kinashughulika na eneo hili kwa ajili ya kufanya jamii ambayo tunaishi iwe ni jamii iliyoharibika. Kwa hiyo mwalimu atajitahidi darasani, ataelekeza, mwinjilisti kanisani, si mchungaji atajitahidi, shehe, kasisi, padri, nani atafanya sehemu yake, lakini bado ulimwengu utazidi kuharibiwa kutokana na kwamba uchaguzi wa vitu vya kutazama, vitu vya kusikiliza na vitu vinavyovutia kwa macho ni sehemu ambayo shetani ameitumia kwa ajili ya kuharibu. Tusiangalie leo katika jamii yetu, madada zetu leo wanavaa nguo fupi, ni eneo la sanaa, wanasanaa. Shetani mwanasanaa mkubwa katika ulimwengu huu, kwa kuwatumia mawakala wa kibinadamu na malaika wake waovu, anatumia mbinu hiyo, anakaa vikao na malaika wake waovu kwa ajili ya kubuni njia mpya kwa ajili ya kuharibu. Uovu ni kupitia sanaa, tunavutiwa katika maovu; ni kupitia sanaa, tunavutiwa katika mema. Mwinjilisti mzuri, mwalimu mzuri, mchungaji mzuri anaweza akatumia sanaa kuwasilisha ujumbe kwa ajili ya kumwinua Mungu, kwa ajili ya kutengeneza jamii yenye maadili. Kwa hiyo sanaa lazima iandaliwe kwa ajili ya mema ya jamii, lakini kuwa makini katika kutafsiri aina ya sanaa ambayo unaitumia kuwasilisha katika jamii. Jamii yetu imeharibika. Kwa nini vijana leo wanavaa nguo fupi wanavaa wana, wana, wana, wana, wana, wana nguo zinazobana sana. Kwa nini vijana leo wanavaa wana, wana, wana, wana milegezo wana, kwa mambo ya ajabu sana? Ni kwa sababu sanaa, wameathiriwa na sanaa. Wana muziki wakubwa wanaotunukiwa na ulimwengu ambao ulimwengu na watunuku hawa ndio wamekuwa njia kubwa za kufikisha sanaa kwa ajili ya uovu, sanaa ambayo inatukuza uovu. Mashirika mengi, makampuni makubwa ya kijesuit ambayo yameingia ulimwenguni, ambayo yanafanya kazi kupitia wasanii, yanafanya kazi kupitia makampuni ya filamu na, na, na, na makampuni mengine mengi ambayo yanashughulika na masuala ya uzuri au ya sanaa, yanajikita kuwasilisha aina ya ujumbe ambayo utaharibu jamii yetu. Kwa hiyo kazi ya mwalimu ni kumfundisha mwanafunzi na kumrejesha kwenye msingi wa nini hasa ni sanaa ya ukweli kwa ajili ya usafi wa akili na usafi wa maadili. Mungu atusaidie sote, mimi na wewe msikilizaji zaidi. Tufanye jitihada kubwa tunapochagua ni aina gani ya elimu watoto wetu tunaweza kuwawezesha kuwa ndio urithi wao mkubwa. Elimu ya duniani ni muhimu sana kwa ajili ya maisha haya, lakini elimu ya, ya mbinguni ni muhimu sana kwa ajili ya maisha haya na maisha ya milele. Wakati unaofuata tutakuja tuone utendaji wa akili ya mbinguni utendaji wa akili ya kiungu. Na hapo kabla sijaingia katika kipengele hicho tutajikita kwa nini tuiamini Biblia? Hapo ndipo tutajua, tutaanza kujua utendaji wa akili ya kiungu. Na sisi tunaweza tukafanya nini ili tukajue ulimwengu wetu na ulimwengu ambao Mungu anahitaji tuishi. Bwana akubariki unapokuwa ukitafakari na na nami na utakapokuwa ukitafakari nasi katika vipindi hivi. Karibu tena wakati mwingine. Tufumbe macho tuombe. Asante Baba yetu kwa ajili ya neno la siku hii ya leo, ikatuongoze tena, maana umekusudia tukutukuze na kujua ni kwa jinsi gani tunaweza tukaishi katika jamii iliyo bora kupitia mfumo wa maadili, mfumo ambao umeongozwa na kanuni za mbinguni, na tumai umesikia na utatenda. Ni katika jina la Yesu, amina. Bwana akubariki, karibu wakati mwingine.